Kwa ufupi JAI, jumuiya hii inajieleza. Yani ni jumuiya au taasisi ya tabia za Kiislamu, yaani zile tabia ambazo Uislamu umehimiza. Basi kama zinavyofundishwa kwenye vitabu, jumuiya imechukua jukumu la kuzifundisha kivitendo, zikiwa field practice, tabia njema, na moja katika tabia njema ni kule kwa fanyia wema na kuwasaidia wale wanyonge. Na miongoni mwa wanyonge, basi mnyonge wa kwanza ni mgonjwa, kwa sababu aweza kuwa maskini lakini ana nguvu ya kutafuta. Lakini mgonjwa anapokuwa na umaskini, basi wa unyonge wake umekuwa mkubwa zaidi, hawezi kujitafutia na vile vile anahitajika eh, atumie anahitajika katika mwili wake vitu vingi na yeye hana uwezo JAI kajitolea katika kazi zake nzuri inazozifanya moja ikawa ni hii, kuchangia damu kwa sababu damu ni sehemu ya kuokoa maisha na Uislamu umesema waman ahyaha fakaannama ahya nasa jamia, mwenye kusaidia kuifanya nafsi moja iwe hai anapata malipo kama amekuisha ulimwengu mzima watu wote. Kwa hivyo kazi hii JAI inaitangaza kwa kila anayetafuta nafasi ya kuwa karibu na muumba wake ashiriki katika zoezi hili, kwani thawabu zake na malipo yake unaandikiwa kama ulisababisha watu wote ulimwenguni kuwa hai. Ina maana kuna watu bilioni ngapi ulimwenguni? Kwa kuchangia damu yako ikamsaidia mtu mmoja kupona, wewe unaandikiwa umeokoa watu wote. Haya ni katika mazuri ambayo taasisi hii inafanya yajai, na twawaomba waumini na wasokuwa waumini wa Kiislamu kwa sababu ubini adamu ni wa kila mtu mtusla anatwambia kwamba sisi, innakum naturzakuna biduafaikum, nyinyi mnasaidiwa au mnapata riziki kwa dua za wale wanyonge wenu. Kiasi unavomsaidia mnyonge, ndio Allah anakusaidia. wallahu fi auni labdi, wallahu fi auni labdi ma kana labdu fi auni akhi. Wakati wote Allah huwa anamsaidia mwanadamu pale mwanadamu anapomsaidia mwenzake. Naipongeza JAI, mimi ni mwana JAI, naipongeza JAI kwa kazi nzuri wanaifanya, na namtamania kila mtu mwema ashirikiane na JAI katika kuokoa na kunusuru na kuwapa usaidizi viumbe vya Allah tabaraka wa taala.